Hebu simamisheni kidole ya amani. Sote amani, amani, tumekujia amani. Hakika hili tisho hatuwezi kulikataa kwa sababu MRC ni ndugu zetu ambao wako Mombasa. Ikiwa kuna mgiriama ni MRC Lamu la kuna wagiriama, ikiwa kuna mpokomo ni MRC Lamu la kuna wapokomo, ikiwa kuna mswahili na MRC Lamu la. Na hii kitu inaweza kutambaa o sisi tungependa kwamba serikali ikae na mikakati kuangalia haya matatizo ya MRC kwa sababu yakimaliza matatizo ya MRC sisi tutakuwa tuko kwenye amani zaidi. Siwezi kusema upande wa Tana Delta, lakini district ambayo mimi nahusika Tana River district, kura tutajiandikisha, tuta, tuta na tutapiga vizuri bila wasiwasi kabisa, na hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kututanzia, awe mwanasiasa awe mtu awe yoyote. Kwa hivyo tutapiga vizuri. Si jambo ambalo ni geni kwa wananchi wa Pwani, ni jambo ambalo walikuwa wanapigania kwamba waitwe. Ikiwezekana kuna uwezekano watu wa MRC wakae na viongozi wajadili issue forward kuhusu mambo ya hizo haki ambazo watu wanadai, kwa sababu mambo mengi ambayo yanatokea sasa ni uvumi. Wengine wanasema kwamba watu wa MRC wamesema watu wasipige kura. Watu wa MRC wamesemekana watazuia watu kwenda kufanya mitihani. Jambo kama lile ni rumas kutoka kwa watu. Watu wa MRC wenyewe, hakuna yoyote amejitokeza na akasema kwamba wao wamesema wananchi wasipige kura. Watu wamekubaliana ya kuwa nobody is above the court. Court yenyewe ilisema ya kuwa MRC ni kundi cha halali, nao ni kundi cha halali. Ni kundi cha halali na MRC, I've, I've, said before ya kuwa ndani ya MRC, mtoto wako akiwa mwivi utasema kuwa si mtoto wako, utakataa kuwa si mwanae. MRC ni watoto ambao kuwa tume, watoto wetu wamecheza na wao, wamesoma na watoto wetu, sisi wengine tuwajaluo, tumeolewa na Wadigo wale watoto watuita shemegi, ni watoto wa maifi zetu, ni watoto wa mashemegi zetu, tutawakataa vipi? Manake MRC maoni yao tunaya support. Lakini kujitenga hatuungi mkono kwa sababu uh, kurudi kwa Sultan wa Zanzibar uh, ni jambo ambalo katika fikra za wapwani wengi halimu, na hii ni kwa sababu uh, huo mkataba ambao wanadai aliyesaine ni Muhammad Shamte. Shamte ni legal officer wa Sultan. Kenyatta kasaini na Queen wa Uingereza. Digo, Nuruma, Chonyi, Kauma, Bajuni hakusaini. Sasa mtu anapodai mkataba ambao yeye mwenyewe hakusaini tangu babu yake, anapigana vita ambavyo havijui.